Jambo la msingi ambalo limefanya tuwaite leo hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya leo uh, tarehe kumi na tatu ya mwezi wa tatu mwaka 2025. Wote mnafahamu tupo ndani ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tupo na ibada pia hapa ya Kwarezma. Kwa hiyo leo siku ya tarehe kumi na tatu uongozi wa klabu yetu Young Africans umeandaa iftari maalum kwa ajili ya wadau wake mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli zetu za kila siku za kimpira za uendeshaji wa klabu yetu. Iftari hii itafanyika leo majira ya saa kumi na mbili jioni ndio watu wataanza kukutana na itafanyika kwenye eneo linaitwa Baraza Restaurant Upanga, nafikiri ni eneo maarufu sana kwa watu wa Dar es Salaam, watu ambao wanapenda kupita pale kupata chakula iftar. Basi pale Baraza Upanga eee, ni mtaa wa Kalenga na Mtitu, mtaa wetu wa Kalenga na Mtitu, kwenye kona pale Baraza. Leo uongozi wa Young Africans umeandaa iftar pale kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao tutashirikiana nao wadau ambao wamealikwa, nafahamu wako tayari, watu wameshaanza kupata mialiko kupitia namba zao za simu na wengine kupelekewa, lakini kubwa, tumelenga kuwaalika wadau wote ambao tunashirikiana nao hapa. Nitataja baadhi ambao tumewaalika siku ya leo kwenye iftari hii, na namini itakuwa ni iftari ambayo tutakutana watu wa mpira, tutazungumza mambo ya mpira, lakini pia tutazungumza na kupata fursa ya kuombea pia mpira wetu kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwaombea pia viongozi wetu wote, wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumewalika wadhamini mbalimbali wa klabu yetu, tumewaalika wadhamini mbalimbali wa football yetu kwa ujumla. Wote mnafahamu Young Africans na wadhamini wengi ambao tunafanya nao kazi, lakini mpira kiujumla pia una wadhamini wengi ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kufanya football iwe na nguvu na iwe na thamani. Kwa hiyo wadhamini kama mabenki wa haya ya NBC CRDB, wote tumewaalika kwa ajili ya kuhakikisha tunapata iftar pamoja na kuzungumza mpira. Wadau wengine ambao tumewaalika leo ni shirikisho la mpira wa miguu TFF, tumewaalika Bodi ya Ligi, tumeialika kamati ya uendeshaji ya ligi almaarufu kamati ya saa sabini na mbili na yenyewe tumeialika leo ije kwenye iftar tuzungumze ehem, mambo ya mpira na tufuturu pamoja. Lakini pia tumealika kamati ya waamuzi. Ehem, tunaamini pia mwaliko wetu ambao tumeutuma kwa waamuzi mbalimbali ambao wako uh, Tanzania wako Dar es Salaam sasa hivi wataweza kuhudhuria, ndugu yetu Ahmed Arajiga Eh, Ramadhani Kayoko, Heli Sasi, Frank Komba eh, mzee wetu Mkono yule, eh, Tatu Malogo, waamuzi wote wa Premier League na wao tumewaalika leo kwenye iftari yetu waje washiriki na sisi klabu yetu Young Africans, na tumealika pia timu za shiriki ligi kuu eh, tumealika mtani wetu Simba Sports, tumewaalika Azam Football Club, tumewalika Singida na timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu kwa hiyo ukiangalia tumealika wadau tofauti tofauti ambao tunaamini tutakutana na kuzungumza mpira vizuri. E, kwa hiyo ni matumaini yangu, ni jambo tu la iftar, e, tusikimbiane na huko, ni jambo tu la kufuturu pamoja na kuzungumza pale baraza. Sidhani kama kuna eneo la ruhusu pale mpira kuchezwa, maana maana yake itakuwa ni mazungumzo tu ya e, watu kuzungumza.